Tunamwita Mungu wa upendo, mwenye huruma, msamehevu na mwenye haki. Lakini tunapofungua Biblia, tunaona dunia inayojazwa damu, mateso na hukumu zisizo na mwisho. Mungu anayechoma miji yote kwa moto, anayezamisha dunia nzima kwa gharika, anayewaangamiza hata watoto wachanga kwa amri yake. Swali ni moja tu, ikiwa Mungu ni mwema, kwa nini anaonekana mkatili hivi? Sehemu ya kwanza: hasira ya Mungu wa kale. Katika Agano la Kale Mungu anajitokeza kama nguvu ya ajabu, mwenye wivu, mwenye ghadhabu na asiyevumilia upinzani. Anamwamuru Nuhu ajenge safina, kisha anazika dunia nzima kwenye maji, akiwa kila kiumbe kinachopumua, wanadamu, watoto na hata wanyama wasiokuwa na hatia. Anateketeza Sodoma na Gomora kwa moto na kiberiti si kwa sababu tu ya dhambi bali kama onyo kwa wote watakawasi. Kwenye kitabu cha Kutoka, Mungu anapiga Misri kwa mapigo kumi, na pigo la mwisho linaua wazaliwa wa kwanza wa kila nyumba. Watoto waliolia usiku huo hawakuwa na kosa lolote, lakini waliuawa ili wafalme waone nguvu ya Mungu. Na baadaye Mungu huyo huyo anawaamuru Waisraeli Israeli waingie vitani, wawakate maadui zao wa na wasisaziwe hai, hata watoto wala wanawake. Ni vigumu kutojiuliza, huyu ndiye Mungu wa upendo kweli? Sehemu ya kisa cha pili: Ayubu, aliyempenda Mungu lakini akateseka zaidi. Lakini labda hadithi ya kutisha zaidi ni ile ya Ayubu. Ayubu hakuwa mtu wa uovu. Alimpenda Mungu kwa moyo wake wote, alitoa sadaka kila siku, akiogopa hata dhambi ndio Alikuwa mfano wa uaminifu na wema. Lakini siku moja Mungu mwenyewe akamruhusu Shetani kumjaribu, si kwa sababu Ayubu alikosea, bali ili kuona kama bado angempenda Mungu katika mateso. Ndipo kila kitu kikamgeukia: watoto wake wakafa, mali yake yote ikateketea, mwili wake ukajaa majipu na maumivu, marafiki zake wakamcheka, na mke wake akamwambia, mlaani Mungu wako Kafe. Lakini Ayubu alinyamaza, akasema, Mungu alitoa, Mungu ametwaa, jina lake libarikiwe. Lakini moyoni, aliuliza swali ambalo wengi wetu tunaogopa kuuliza. Kwa nini Mungu anamtesa yule anayempenda zaidi? Sehemu ya tatu: upendo au ukatili. Hadithi ya Ayubu inafunua siri kubwa kuhusu Mungu wa Biblia. Ni Mungu anayeweza kuruhusu mateso makubwa. Si kwa sababu ya uovu bali kwa sababu ya jaribio. Lakini jaribio kwa nani? Kwa Ayubu au kwa Mungu mwenyewe? Kwa nini mwenye nguvu zote na anayejua yote anahitaji uthibitisho wa imani ya mwanadamu? Na kama kweli Mungu ni upendo, je, upendo wa aina gani unaruhusu mateso ya namna hiyo? Pengine simulizi hizi hazionyeshi asili ya Mungu bali zinaakisi hofu, tamaa na hasira za wanadamu waliomwandika. Mwanadamu alitaka Mungu mwenye nguvu, Mungu wa vita, Mungu wa kuadhibu adui zake. Na hivyo katika maandiko, Mungu akawa kioo cha giza lililomo ndani ya nafsi za wanadamu. Sehemu ya nne: tofauti kati ya Mungu wa kale na Mungu wa jipya. Kisha tunakuja kwenye Agano Jipya, Yesu anasema Mpendeni adui zenu, msilipe uovu kwa uovu. Mungu wa Yesu ni wa upendo, msamaha na rehema. Lakini ni Mungu yule yule anayeonekana katika agano la Kale akimwaga damu. Je, Mungu wa hasira na Mungu wa upendo ni mmoja, au simulizi hizi mbili zinaonyesha hatua tofauti za ufahamu wa binadamu kuhusu Mungu? Pengine Mungu hajawahi kubadilika, bali ni mwanadamu aliyemwelewa vibaya au labda ni sisi tuliyeumba miungu kwa sura zetu wenyewe, miungu yenye wivu, hasira na tamaa kama sisi. Sehemu ya tano: kioo cha mwanadamu na uhalisia wa dini leo. Hata leo hadithi hizi za ukatili bado zinatumiwa vibaya. Watu wanapigana vita kwa jina la Mungu, wengine wanaua kwa imani kuwa wanatetea utakatifu, wengine wanatishia moto wa milele kwa wale wanaouliza maswali. Lakini labda tatizo si Mungu. Labda tatizo ni tafsiri yetu. Imani tulizojenga juu ya hofu badala ya maarifa. Kama Ayubu, binadamu anaendelea kuuliza, kwa nini wenye haki wanateseka na waovu wanafanikiwa? Swali hilo bado halina jibu rahisi. Hitimisho, tafakari ya mwisho. Pengine Mungu hajawahi kuwa mkatili bali ni sisi tulioandika simulizi zake tukiwa tumefunikwa na giza letu wenyewe. Na kama kweli tumeumbwa kwa mfano wa Mungu, basi labda nuru na giza vyote viwili vipo ndani yetu. Kila hadithi ya mateso, kila hukumu ni kioo kinachoonyesha mapambano ya roho ya mwanadamu, kati ya wema na uovu, kati ya upendo na hofu. Lakini ukweli ni huu: Mungu wa kweli hawezi kufungwa ndani ya kurasa za maandiko. Yuko nje ya maneno, nje ya hofu, na ndani ya kila nafsi inayotafuta ukweli. Na ikiwa unataka kuelewa zaidi siri hii ya asili ya Mungu, tazama sehemu inayofuata kwenye YouTube, kwenye Mwanga wa Ukweli.